Hivi unajua unaweza ka download movie yoyote ile duniani kupitia Telegram. Yaani ni bure kabisa, haina haja ya kutumia malipo yoyote ile. Na njia hii ambayo nakufundisha leo, unaweza ka download kupitia simu yako ya iPhone lakini pia vile vile Android na pia unaweza kutumia kompyuta yako au laptop ku download hizo movie bure kabisa. But first thing first, hakikisha umefollow page yetu ili uendelee kupata vitu huku kutoka kwetu. So guys, ingia kwenye Telegram guys. Kama unataka single movies, movie ambazo ni single, utaenda sehemu ya kuandika new message, then utaenda sehemu ya kusearch. Pale utaandika Jason Statham. Jason Statham. Hii ni boti ya group ambalo huku unaandika jina la movie tu. So ukiandika Jason Statham, unaweka DP ya Jason Statham kama unavyomuona hapo utabonyeza. So guys, utaandika movie yoyote ile unavyo utaoitaka wewe. For the first time watakuomba ujoin. So ukishajoin, unaweza kuandika movie yoyote ile utaoitaka. Kwa mfano, mimi movie ninayotaka right now inaitwa G20. Labda ni download G20 movie ambayo imetoka mwezi wa 4, nitasend. Then hapa wataniletea movie zote na quality zote tofauti tofauti za movie ya G20. So you just wait. Unasubiri sekunde kadhaa tu kama unavyoona hapo So, unataka utaandika season kwa lugha nyingine, one. Kama maneno ambayo yanasomeka. Kwa mfano mimi na i-download Stranger Things season one kwa GB mbili kama unavyoona jamani. The whole season, yani season nzima kwa GB mbili. So nitagusa hapo. Ita load. Nakumbuka tu hizi za Telegram zinatumia bando kidogo sana. So ita load baada ya hapo, Stranger Things itakuja kama unavyoona jamani hapo. Kwa hiyo itabaki ni mimi tu kudownload, nitagusa hapo, itaanza kudownload. So kama kwa upande wako bando sio tatizo. Hii njia itakusaidia sana na itakusaidia kusave pesa nyingi sana. Instead kulipia Netflix, uh, Amazon Prime na programs nyingine za movie utaweza kutumia hii njia kudownload movie yoyote ile bure kabisa. So kikubwa unachotakiwa kuwa nacho ni bando lako tu na utakuwa umeondoka. So guys, thank you na nimemaliza.